Waziri Mkuu aahidi kulinda ajira za sekta isiyo rasmi nchini Tanzania. Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwigulu Nchemba, ameahidi kuwa serikali itaendelea kulinda na kuimarisha ajira katika sekta isiyo rasmi, akisisitiza kuwa ajira zinazoweza kufanywa na Watanzania zinapaswa kufanywa na Watanzania pekee. Amesema serikali haitaruhusu wageni kuchukua nafasi za ajira ambazo wazawa wana uwezo wa kuzifanya, huku akisisitiza kuwa wageni wote wanaofanya kazi nchini lazima wafuate sheria na taratibu zilizopo. Akizungumza katika mkutano mkuu wa wafanyabiashara wadogo, waendesha bodaboda na bajaji Waziri mkuu alisema sekta isiyo rasmi ni mhimili muhimu wa uchumi wa taifa kwa kuwa inaajiri mamilioni ya wananchi na kusaidia familia nyingi kujipatia kipato cha kila siku. Alieleza kuwa serikali inatambua mchango mkubwa wa sekta hiyo katika kupunguza umasikini na kukuza uchumi wa watu wa kipato cha chini. Kulinda ajira za wazawa. Waziri Mkuu alisisitiza kuwa serikali itaendelea kuchukua hatua kuhakikisha Watanzania wanalindwa dhidi ya ushindani usio wa haki katika sekta ndogo za kiuchumi. Alisema kuna baadhi ya maeneo ambapo wageni wamekuwa wakijihusisha na biashara ndogo ndogo ambazo kwa mujibu wa sera na maelekezo ya serikali zinapaswa kufanywa na wananchi wa Tanzania. Serikali yetu haitaruhusu Mtanzania kukosa ajira katika kazi ambayo anaweza kuifanya. Wageni wanaokuja nchini wanapaswa kuzingatia sheria na kufanya kazi zilizoainishwa kisheria, alisema. Kauli hiyo ilipokelewa kwa shangwe na wajumbe wa mkutano huo, wengi wao wakieleza kuwa wamekuwa wakikabiliwa na changamoto za ushindani na mazingira magumu ya kisheria katika shughuli zao za kila siku. Unyanyasaji na adhabu kwa waendesha vyombo vya usafiri. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu alitangaza mabadiliko katika utaratibu wa adhabu kwa waendesha bodaboda na bajaji wanaokiuka sheria za usalama barabarani. Alisema kuwa kuanzia sasa, vyombo hivyo havitakamatwa na kuzuiliwa kama ilivyokuwa hapo awali, bali wahusika watatozwa faini na kuruhusiwa kuendelea na shughuli zao. Alifafanua kuwa kukamata chombo cha kazi kwa mfanyakazi wa sekta isiyo rasmi ni sawa na kumnyang'anya riziki yake na familia yake. Mtu akifanya kosa apewe faini, aendelee kufanya kazi ili aweze kulipa faini hiyo, alisema. Aidha, serikali imeongeza muda wa kulipa faini kwa waendesha bodaboda na bajaji ili kuwalinganisha na waendesha magari makubwa, hatua inayolenga kupunguza mzigo wa kifedha kwa wafanyakazi hao wa kipato cha chini. Uwajibikaji wa viongozi na watumishi wa umma. Waziri Mkuu walitumia jukwaa hilo kukemea vitendo vya baadhi ya viongozi na watumishi wa umma wanaowasumbua wananchi katika utoaji wa huduma, ikiwemo ucheleweshaji wa leseni na vibali. Alisema vitendo hivyo ni matumizi mabaya ya madaraka na vinadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali yao. Aliwataka wananchi kutoa taarifa kuhusu watumishi au viongozi wanaokiuka taratibu, akiahidi kuwa serikali itawalinda wote watakaothubutu kusema ukweli. Alisisitiza kuwa viongozi wote wa ngazi za mikoa, wilaya na halmashauri wanapaswa kuhakikisha wanatatua kero za wananchi kwa haraka. Viongozi wasipotekeleza wajibu wao wanajiweka katika hatari ya kupoteza nafasi zao, alisema kwa msisitizo. Katika tukio la kipekee Waziri Mkuu alitoa maagizo kwa viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam na Jeshi la Polisi kumsaidia mwanamke mmoja aliyenyang'anywa ardhi yake kwa njia ya vitisho. Aliagiza kuwa majengo yote yaliyojengwa kinyume cha sheria kwenye eneo hilo yabomolewe ndani ya siku saba. Heshima kwa mama lishe. Akizungumza kwa hisia, Waziri Mkuu alielezea umuhimu wa kuwaheshimu wafanyabiashara wa vyakula maarufu kama mama lishe. Alisema hawapaswi kunyanyaswa wala kuonewa kwani wanatoa huduma muhimu kwa jamii na wanategemea biashara hizo kuendesha familia zao. Alisema kuwa anauelewa moja kwa moja kuhusu maisha ya mama lishe, akitaja kuwa hata mke wake aliwahi kufanya shughuli hiyo. Mama lishe wanapaswa kuheshimiwa, kuwasumbua ni sawa na kuharibu maisha ya familia zao. Aliagiza mamlaka za serikali za mitaani kuhakikisha wafanyabiashara hao wanapata mazingira salama na rafiki ya kufanyia kazi bila bughudhana zisizo za lazima. Maoni ya wawakilishi wa sekta isiyo rasmi. Wawakilishi wa wafanyabiashara wadogo na waendesha vyombo vya usafiri waliipongeza serikali kwa kusikiliza kilio chao. Mshauri wa sekta hiyo, Shaban Omary Matwebe, aliomba serikali kusaidia upatikanaji wa mitaji nafuu, mikopo, na kuanzishwa kwa mifuko maalum ya kusaidia wafanyabiashara wadogo. Alipendekeza pia kuanzishwa kwa tume maalum ya kukusanya maoni ya sekta isiyo rasmi kutoka ngazi ya chini na kuyawasilisha serikalini kwa ajili ya hatua zaidi. Mwenyekiti wa wafanyabiashara wadogo Dar es Salaam, Yusuph Namoto, alieleza changamoto zinazowakabili ikiwemo ukosefu wa vitambulisho, miundombinu duni ya masoko na uhaba wa maeneo rasmi ya biashara mijini. Mtazamo wa baadaye: mkutano huo ulimalizika na matumaini mapya miongoni mwa wadau wa sekta isiyo rasmi, wengi wakiamini kuwa ahadi za waziri mkuu zitatafsiriwa kwenye vitendo. Serikali imeahidi kuendelea kushirikiana na sekta hiyo ili kuhakikisha inakuwa endelevu, yenye tija na yenye kulinda heshima ya mfanyakazi wa kawaida wa Kitanzania.